Mtazamaji, kwa, kwa mara nyingine tena ni kukaribisha katika mfululizo wa kipindi chetu cha Hadubini ya Afya, kipindi kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMRI. Katika kipindi hiki tunaangazia tafiti mbalimbali za afya zinazofanywa na utafiti bobezi kutoka NIMRI. Kubwa zaidi tunajikita katika matokeo ya utafiti pamoja na mchango wake katika kuboresha sera za utoaji wa huduma za afya nchini, na leo ni zamu ya Dr Charles Makasi, mtafiti kutoka kituo cha NIMRI Muhimbili kilichopo jijini Dar es Salaam. Atazungumzia mradi wa CYSTINET Africa, ambao ni shirikisho la wanasayansi kutoka maeneo mbalimbali waliokusudia kufanya utafiti na kujenga uwezo kwenye maeneo ya minyoo tegu ya nguruwe, kifafa na UKIMWI, ambao umefanyika katika wilaya kadhaa za hapa Tanzania, ikiwamo Kongwa, Chunya, Mbozi, Rungwe, Iringa na Njombe. Mradi huu uli ulipitishwa rasmi hapa mwaka 2017 Julai, na mshiriki wa kwanza wa mradi aliingia uh, Julai 2018. Mradi huu uliendelea mpaka tumeufunga Aprili 2023 ukiwa na washiriki elfu nne. Lengo hasa kama tulivyosema ilikuwa ni kufanya research katika maeneo ya UKIMWI, minyoo tegu ya nguruwe na kifafa. Na kilichosababisha wazo hili likaja ni kuwa, ukiangalia katika takwimu za kitaifa kulikuwa kunaonekana, bado kunaonekana, nyanda za juu kusini kuna maambukizi makubwa ya UKIMWI ukilinganisha na mikoa mingine na nyanda hizo hizo za juu zikakutwa ni kama kuna maambukizi makubwa ya minyoo tegu ya nguruwe ambayo dalili yake ni watu wanaangua kifafa, ni kama wanaanza kuongezeka katika hayo maeneo. Kwa hiyo tukawa tunashindwa kuelewa kifafa kitakuwa kinaweza kinaletwa na nini, labda kwa sababu ya maambukizi ya ukimwi au sijui wanaoana ndugu, kinakuwa hakieleweki. Baadaye ikaja ikakutwa kwamba watu hawa ambao wanaangua kifafa kiwafuatilia, hasa wanaokunywa dawa pale kliniki, ni kama asilimia thelathini wana minyoo tegu ambayo iko hai kichwani. Na minyoo tegu inaletwa na maambukizi ya kula mayai ya minyoo tegu ambayo huwa yamezagaa katika mazingira. Kuna konsepti ya kuwa watu wa kila nguruwe wanapata kifafa. Ukila nguruwe unapata mnyoo tegu mama, ambao huko tumboni, ukila nguruwe ambayo haijapikwa vizuri. Sasa wewe unapoenda, hakuna vyoo vya kutosha hapo mahali, labda watu wanajisaidia ovyo, au hamna control wanavyoharibu mazingira. Sasa wale waathirika wa mazingira wanakula ile mayai kwa bahati mbaya, kwa kula matunda, hawajaosha maji, hawajachemsha, hawanawi mikono kwa hiyo unakuta sehemu mazingira yana maambukizi makubwa, ndio sehemu ambapo na vifafa vinakuwa vimeenea. Sasa tulifikiri kuna mahusiano kati ya uh, uh, maambukizi ya UKIMWI na kifafa na minyoo tegu. kwa hiyo tukafanya uh, study au tukafanya utafiti ambao tulifanikiwa kuingiza washiriki elfu nne kwa miaka yote ambayo utafiti huu ulikuwa unaendelea. Hypothesis yetu tulifikiria, mtu akiwa ameathirika na virusi vya UKIMWI anapata ugonjwa mkali unaotokana na minyoo tegu ya nguruwe, tofauti na ambaye hajaathirika. Lakini baada ya utafiti kuisha na matokeo kuja, tumeona hakuna tofauti ya ukali wa ugonjwa unaotokea kati ya mtu aliyeathirika na mtu ambaye hajaathirika. Na hii inawezekana imechangiwa na mfumo wa sasa hivi wa kuhusu kunywa dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI, ambapo tukikugundua umeathirika, hapo hapo tunakuanzishia dawa. Kwa hiyo unapokuwa umeanzishiwa dawa mapema, wakati umeathirika, kinga yako inakuwa haina tofauti sana na mtu ambaye hajaathirika. Lakini katika hapo tena kwa sababu lengo vilevile ilikuwa ni kujenga uh, kujenga uwezo. Mradi ulifanya research nyingi, ukiacha hiyo kubwa, lakini ulifanya research nyingi nyingi, pamoja na njia za za utambuzi wa maabara, njia za uchunguzi wa kidaktari, zikiwemo mionzi ya CT scan na nini, kwayo unakuta humo njiani tuliweza kutrain watu kwa ajili ya kusoma hizo siti skani za watu walioathirika na minyoo tegu nguruwe. Tuliweza kuwajengea uwezo wa watu wa maabara kwa ajili ya, ya kusoma namna ya kugunduzi kwa haya matatizo, na vilevile tumeweza kurikuti wanafunzi wa masters karibu watano wanafunzi wa PhD ni karibu wa watatu wanne na machapisho yasiyopungua thelathini, na vilevile tumeweza kuandika uh, um, and, maandiko ya sera kwa ajili ya kuongea na watunga sera pale ambapo inawezekana ku, kuweza kuboresha namna ya ugunduzi namna ya tiba na namna ya uchunguzi katika maeneo haya mradi una matokeo mazuri ukiacha haya niliyoongea, lakini katika jamii ambazo tulifanya hiyo kazi watu wamekuwa na uelewa mzuri, wame tumeacha wanajitahidi kwamba nyama ya nguruwe ipikwe vizuri kabla ya kula uh, tumeacha halmashauri au mamlaka ya hapo katika halmashauri au vijijini kukazia um, habari ya ukaguzi wa nyama hasa nyama ya nguruwe, kusimamia labda ujenzi wa, wa vyoo ambazo ni programu zingine za kinchi zilikuwa zinaendelea, lakini kama kukazia katika hiyo na eneo zima kabisa la, la, la, la usafi. Kwa hiyo tunatarajia hata mahali ambapo tumeacha bado hicho kitu kitaendelea. Wito wangu kwa, kwa, kwa jamii inayotuzunguka tu, labda tukianza na jamii ni kuwa kwa muda ule ambao tulikuwa nao kipindi cha utafiti na walichojifunza kutoka kwetu wakiendeleze wa hata bila uwepo wetu, kwa maana ndio uwezo ambao tumewajengea ili waendeleze na waendeleze na vizazi vingine. Lakini vilevile vile kwa wafanyakazi wa afya ambao tumefanya nao kazi, na wenyewe tuna waendeleze ule utaalamu ambao tumewafundisha na wafundishe na wataalamu wengine, watakakuja, wageni ambao watawaachia hizo ofisi. Lakini pia kwa serikali uh, tunaiomba vilevile itazame sehemu hii, kwa sababu ni sehemu ambayo iko neglected. Ni rahisi sana kwa, kwa, kwa, kwa sababu usipoangalia unaweza ukawa huoni vizuri kama hili tatizo lipo isipokuwa unapokutana nalo ndo utakapojua kwamba lina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo tunaomba na yenyewe itoe jicho katika sehemu hizi, na ikiwezekana waimarishe hivyo vitu ambavyo tumependekeza ikiwemo ku, ku, kufundisha wataalamu zaidi, kuleta vifaa zaidi, na tunashukuru sasa hivi sehemu nyingi, hospitali nyingi kumeanza kuwa na CT scan za kutosha, maanake mojawapo ya ugunduzi wa tatizo hili ni CT scan na tunaona wataalamu wengi wanaenda kwenye kusomea hivyo vitu. Tunaomba jambo hili liendelee katika vita hii ya kiafya ambayo tuka tumeanzisha. Ili kufahamu zaidi kuhusu tafiti za afya, tembelea tovuti ya NIMRI www.nimr.or.tz au mitandao ya kijamii NIMRI Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.